Okay. Baba, katika jina la Yesu, Ostin amesimama mbele zako na mbele za halaiki hii. Mfalme mwenye enzi na mamlaka, ninamkabidhi mikononi mwako mtoto huyu. Roho Mtakatifu, ukawe juu yake, umtumie kwa utukufu wako kusema yaliyo katika moyo wako, nasi kanisa, ulimwengu, tuko tayari kusikia. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Watu kumketi, na karibu sana Ostin, kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Leo ni sikukuu yetu watoto. Kwa majina anaitwa Austin Elsaria Maro, ni mwanafunzi wa darasa la Mighty Light na pia mwanafunzi wa darasa la mafundisho ya Kipaimara. Ni mtoto wa kwanza wa engineer Elsaria Maro na engineer Nema Mdegela. Nina watoto zangu wawili Aaron na Nana. Mahubiri ya leo yatatoka kwenye mstari wa Kutoka sura ya ishirini na tatu mstari wa ishirini hadi wa ishirini na moja. Kutoka sura ya ishirini na tatu mstari wa ishirini hadi ishirini na moja. Tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Jitunzeni mbele yake, mwisikize sauti yake, wala msimtie kasirani, maana hata wasamehe makosa yenu, kwa kuwa jina langu limo ndani yake. Huo mstari unaohusiana sana na Mungu kumtuma malaika ili awalinde wana wa Israeli kutoka utumwani kwenda mpaka Kanaani. Kichwa cha somo cha leo ni kuahidiwa ushindi juu ya Kanani, kuahidiwa ushindi juu ya Kanani. Habari tuliyoisoma ni mtiririko wa maelekezo ya Mungu kwa Musa juu ya maisha ya wana wa Israel. Ukiangalia katika mlango wa ishirini na tatu, inaelekeza juu ya mambo yafuatayo. Mstari wa kwanza hadi wa tisa unaelezea maagizo ya haki na usawa maagizo ya haki na usawa. Mstari wa kumi hadi wa kumi na tatu unaelezea maagizo ya miaka saba kuhusu mavuno na kufanya kazi, maagizo ya miaka saba kuhusu mavuno na kufanya kazi. Mstari wa kumi na nne hadi wa kumi na tisa unazungumzia sikukuu tatu kubwa, sikukuu tatu kubwa na mstari wa ishirini hadi thelathini na tatu unazungumzia ahadi na maagizo ya Mungu. Mistari tuliyosoma leo inaelezea kuhusu Mungu kumtuma malaika wake kama mtangulizi katika njia wanayoendea kwa lengo ya kuwalinda wana wa Israel mpaka wafike Kanani. Safari yao ilikuwa ndefu na ilikuwa na makwazo mengi sana, lakini kwa upendo wa Mungu anawaahidi ulinzi wa malaika wake kwa wakati wote wa safari hiyo, lakini pia anatoa angalizo katika mstari wa ishirini na moja kuwa wajitunze, na zaidi wasikilize sauti yake huyo malaika, kwamba hata wasamehe watakapomkasirisha kwa sababu jina lake Mungu limo ndani yake. Mistari hii ina mafunzo mengi sana kwa kanisa la leo, lakini nimeainisha katika marika mawili. Rika la kwanza ni kwa, kwa watoto sisi wenye sikukuu yetu, na rika la pili ni kwa watu wazima, yaani wanafunzi, wazazi na walezi wetu. Kwa watoto, kupitia mistari tuliosoma, tunajifunza kwamba Mungu anatupenda sana watoto na anatupenda kwa sababu anatue anatuweka chini ya ulinzi wa wazazi na walezi ambao ni waangalizi wetu katika safari yetu hapa duniani. Hawa wanatuongoza na kutufundisha mambo mengi mazuri, na tunawapaswa kuwasikiliza na kuwatii. Mafanikio yetu ni ushindi wetu katika malezi na makuzi, yanachangiwa kwa asilimia kubwa na mafunzo na maelekezo kwa wazazi na walezi wetu ninawafananisha wazazi na walezi katika nafasi ya malaika aliyepewa wajibu wa kuwaongoza katika safari na kuwafikisha salama katika mahali alipowaandalia wana wa Israel. Lakini tunajifunza ya kuwa Mungu anatupenda sana watoto, anatamani sana watu wote waupokee na kufuata sauti yake kama watoto, ili waweze kurithi ufalme wa wake. Luka mlango wa kumi na nane mstari wa kumi na saba unasema amin, nawaambia mtu yeyote asiyeupokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo, hauingii kamwe. Ni wajibu wetu kuwatii na kuwasikiliza wazazi. Heshima na nidhamu yetu ndiyo chanzo cha kufanikiwa kwetu katika maisha. Mithali sura ya ishirini na tatu mstari ishirini na pili unasema msikilize, baba yako aliyekuzaa, wala usimdharau mama yako akiwa mzee. Mithali mlango wa kwanza mstari wa nane pia unasema mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Mtoto mkaidi asiye na nidhamu ni chukizo kwa Mungu. Mungu hata acha kuadhibu, na zaidi ni kukosa, kukosa ufalme wake mbinguni. Najua wote, watoto wote tunatamani siku moja kufika mbinguni. Watoto, tuwapende wazazi na walezi wetu pasipo upendeleo, tuwaheshimu na kuwasikiliza, na zaidi tuwaombee kwa Mungu na wazazi na walezi wetu wafanikiwe katika kazi zao, ili waweze kutulea na kutuongoza vema katika maisha yetu katika upendo, upendo wetu kwa jamii tunapaswa kutenda na sio kusema au kukiri kwa ulimi tu. Tufanye kazi za nyumbani na kusaidia katika majukumu ya kila siku, tuwe msaada katika familia zetu. Tusitafute visingizio kukwepa wajibu, mfano, nina homework nyingi, ninaumwa, au ninajifunza nyimbo za Jumapili, siwezi kusaidia kazi. Wengine wanasema nina mikono midogo au sina nguvu. Tuwasaidie wazazi na walezi kwa vitendo na kweli. Yohana wa kwanza sura ya tatu mstari wa kumi na nane hadi wa ishirini unasema, watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Katika hili tunafahamu ya kwamba tu wa kweli, nasi tutaituliza mioyo yetu mbele yake, ikiwa mioyo yote mioyo yetu inatuhukumu, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu, naye anajua yote. Rika ya pili, kwa wazazi na walezi wetu, Mungu anawaagiza kama malaika kutuongoza na kututangulia sisi watoto wenu katika safari ya maisha yetu. Wazazi na walezi, mnabeba nafasi ya malaika katika wajibu wa kutulea sisi watoto wenu. Neno linasema kuwa watoto tunapaswa kufuata njia na kufanikiwa katika masomo na malezi yetu pasipo mwongozo mzuri kutoka wazazi na walezi. Ni wajibu wenu kutuongoza na kututangulia katika njia inayotupasa ambayo hatutaiacha hata tutakapokuwa wazee. Mithali sura ya ishirini na mbili mstari wa sita unasema mlee mtoto katika njia ipasavyo, naye hata aacha hata atakapokuwa mzee. Na ndio maana kuna msemo unasema funzo na mwaneou na ulimwengu. Malezi bora ya watoto ni msingi wa jamii yenye hofu ya Mungu na kizazi bora. Katika dunia hii yenye utandawazi, ni budi wazazi na walezi wetu kufa ku, adhabu yendane na mafundisho. Mtoto asipewe tu adhabu pasipo kufahamishwa kosa lake, na pia kuelekezwa njia sahihi ya kufuata. Tunapata shida sana tunapoadhibiwa pasipo kufahamishwa kosa na zaidi kuele, kuelekezwa njia sahihi ya kufuatwa. Watoto tusiogope wazazi wanapotuadhibu wala kuwachukia, maana neno la Mungu linasema usimnyime mtoto mapigo. Mithali sura ya ishirini na tatu mstari wa kumi na tatu unasema usimnyime mtoto wako mapigo, maana ukimpiga kwa fimbo hata kufa. Na Mithali sura ya kumi na tisa mstari wa kumi na nane unasema mrudi mwanao kwa maana liko tumaini, wala usiikaze nafsi yako kwa kuangamia kwake. Tunatambua majukumu na shughuli nyingi za kila siku kwa wazazi na walezi wetu, lakini kama neno linavyosema mna wajibu wa kutuongoza na kututangulia katika safari yetu ya maisha, ili tuwe kizazi bora chenye hofu ya Mungu katika jamii mtujenge kwa utaratibu wa kusifu kuabudu na zaidi kusoma neno la Mungu katika zamu za kuendesha masomo ya jioni. Na sisi watoto tushirikishwe na kupangiwa zamu za kuongoza ibada nyumbani. Uongozi wa kanisa, ili kuendelea kutujengea watoto wenu kiimani, ni budu kutupatia nafasi za kusimama na kuhubiri katika ibada mara kwa mara, na sio nyakati za sikukuu zetu tu. Hii itatujengea uwezo wa kusimama imara na kulitangaza jina la Bwana Yesu. Unaposimama mbele ya kanisa ni tofauti sana na kusimama mbele ya darasa shuleni au kusimama mbele ya, mbele ya familia nyumbani. Kwa hiyo inabidi uongozi wa kanisa na wazazi na walezi wetu mtufundishe kuongoza ibada ili tuwe kizazi bora chenye hofu ya Mungu. Leo ni sikukuu yetu, yaani Mikaeli na watoto. Tuitumie hii kumbukumbu nzuri kutenda matendo mema kwa watoto na kujali watoto wote wenye mahitaji kama yatima, kwa tuwaombee watoto wote wenye huzuni, wagonjwa na wenye kukata tamaa kwa magumu wanayopitia. malaika walinzi watufunike watoto wote na kutubariki tukue kwa kumpendeza Mungu na wanadamu. Taifa imara linajengwa na kizazi chenye hofu ya Mungu. Watoto, sisi ni taifa ya leo, na zaidi sisi ni wazazi na walezi wa taifa ya kesho. Tabia njema na utii kwa wazazi na walezi wetu ni msingi imara katika safari yetu ya maisha. Sisi watoto wa CCT UDSM Chaplaincy tuna bahati sana kuwa na jamii yenye hofu ya Mungu na walezi wenye hofu ya Mungu. Tuna nafasi ya kuwa kielelezo bora kwa watoto wengine huko mashuleni na majumbani kwa kutenda matendo mema na kuwa na heshima na nidhamu katika jamii. Tuwe kielelezo kwa matendo yetu na katika jamii zinazotuzunguka. Kwa hiyo wazazi na walezi, tunaomba mtufundishe katika njia ipasavyo, na sisi hatutaiacha hata tutakapokuwa wazee, na ndivyo hivyo tutakavyowalea watoto wetu, na itakuwa taifa nzuri la kesho. Tunaomba mtufundishe kuwa na ujasiri, tua tunaongoza ibada mara kwa mara, na sio kwenye sikukuu yetu tu, ili tuwa na ujasiri wema. Naomba tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba wa mbinguni, tunashukuru sana kwa siku hii ya leo tunapoadhimisha sikukuu ya Mikaeli na watoto. Ujumbe wa neno lako la uzima ambalo umelipitisha katikati yetu, tunakuomba lifa, likafanyike pumzi ya uzima na chakula cha mioyo yetu. Uwabariki wazazi na walezi na sisi watoto katika safari ya maisha yetu, tukawe taifa jema lenye hofu Mungu. Utuongoze mashuleni na makazini, na kubariki matunda ya juhudi zetu. Amina.